Mvua ilikuwa imenyesha usiku kucha, ikibisha madirisha kwa sauti ya upole kama mgeni anayeomba hifadhi. Asubuhi ile anga lilikuwa limefunikwa na mawingu mazito ya kijivu, upepo ukivuma kwa ubaridi uliopenya hadi mifupani. Ndani ya chumba kidogo chenye pazia la bluu, Amani alisimama mbele ya kioo akijitazama kimya kimya. Alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 28 sura ya utulivu, lakini macho yake yalikuwa na huzuni isiyoelezeka, huzuni ya mtu aliona mengi kuliko alivyotaka kukumbuka. Alivaa shati jeupe lililopigwa pasi vizuri, akapuliza manukato yake pendwa Bleu de Chanel, kisha akavuta pumzi ndefu. Alikuwa akijiandaa kwenda kazini, lakini leo kulikuwa na kitu tofauti moyoni mwake, kitu kisichoelezeka, hisia ya kwamba kuna jambo litaibuka jambo lisilokuwa la kawaida ofisini. Kila kitu kilionekana kawaida, kelele za printer, simu zikilia, watu wakicheka kwenye korido, lakini macho ya Amani yalibaki yakimfuata mtu mmoja tu Tasha. Tasha alikuwa sekretari ya mpya ofisini kwao, mwanamke mwenye sura ya kuvutia, tabasamu la kuaminisha na macho yaliyokuwa na siri. Alionekana mpole lakini kulikuwa na kitu cha ajabu katika namna alivyotazama watu hasa Amani. Mambo Amani? aliuliza kwa sauti nyororo, akimpa faili lililoandikwa confidential. Mambo safi, Amani alijibu kwa tahadhari. Asante, wakati akichukua faili, vidole vyao viligusa kidogo, si kwa makusudi, lakini muda ule ulisimama kwa sekunde chache, macho yao yakakutana na ndani yake kukawa na ukimya mzito ule unaozungumza zaidi ya maneno. Miezi michache kabla ya hapo, Amani alikuwa na mchumba Neema, mrembo mnyenyekevu na mwenye ndoto kubwa za maisha. Walikuwa wamepanga kufunga ndoa mwakani, lakini tangu Neema aanze safari za kikazi kwenda Arusha mara kwa mara, mawasiliano yao yalianza kubadilika. Simu ziliita bila majibu, meseji zikachelewa kujibiwa, na Amani akaanza kuhisi pengo. Hakuwa na uthibitisho, lakini moyo wake ulijua kuna kitu hakiko sawa. Usiku ule baada ya kazi, Tasha alimfuata Amani nje ya jengo. Unaelekea wapi? aliuliza huku akijificha, mvua ikinyesha polepole pole. Nyumbani tu, Amani akajibu. Kwa nini? Tasha akatabasamu kwa upole. Nilitaka tuniseme asante kwa kunisaidia siku ile na ripoti. Bila wewe ningeonekana mjinga mbele ya bosi. Amani akacheka kwa aibu. Usijali, tupo kusaidiana. Tupo kusaidiana, alirudia Tasha kama anahifadhi neno hilo moyoni. Kisha kimya, dakika chache za ukimya wa kuvutia, ule wa watu wanaoanza safari ya hatari bila kujua. Wakati Amani anarudi nyumbani Alikuta mlango wa nyumba yake ukiwa wazi kidogo. Aliposukuma kwa taratibu, moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Alijua hakuwahi kuacha mlango wazi. Neema, aliita kwa sauti ya tahadhari. Hakuna aliyejibu. Aliingia ndani, akapita sebuleni, kisha macho yake yakatua mezani. Kulikuwa na keki ndogo, kando kando yake kadi iliyoandikwa kwa herufi nyekundu "Kuna mambo mengine bora usiyajue." Moyo wake ukasimama, alihisi baridi kipanda mgongoni. Aliinua kadi akaigeuza nyuma. Kulikuwa na harufu ya manukato aliyowahi kumpa Neema siku ya zawadi yake. Ndipo simu yake ikaita. Ilikuwa namba isiyojulikana. Alipoipokea, sauti nyororo ya kike ilisikika, usijaribu kuuliza chochote Amani, ukijua utajuta kisha simu ikakatika. Amani akakaa kimya akihisi dunia ikigeuka taratibu, akahisi upwekee, hofu na swali moja likamtesa kichwani. Neema anahusikaje na, na kadi ile? Natasha ni nani hasa? Alinyamaza akitazama dirishani, huku mvua ikiendelea kunyesha. Ndipo nje kwenye giza akauona kivuli cha mtu kimesimama barabarani, kimya, hakitembei kikiwa kikimtazama. Amani akachukua simu yake akaanza kurekodi kwa hofu, lakini wakati anageuza macho tena, kivuli kile kilikuwa kimepotea. Na hapo ndipo akaelewa kitu kimoja: mchezo wa usaliti ulikuwa umeanza. Je, Tasha anahusiana na kadi ile ya siri? Na Neema kweli yuko Arusha au anaficha kitu?